Naam. Kwa hiyo leo kwa muhtasari na, na na na kwa kipengele kifupi e, nitatumia muda mchache kuzungumza e, vitu ambavyo inaweza ikawa ni nusura e, kwa kwa kwa, kwa maradhi ya kina mama e, pia inaweza ikawa ni shufua na inaweza ikawa e, ni tiba kwa ajili ya kuwaletea neema ya kuepukana na na maradhi hayo ya, ya kuto ku, kuziona siku zenu na hata wengine kuto kupata watoto kabisa na kufikia hatua hata ndoa zenu zinakuwa zinaingia mashakani. Naam. Um, nafikiri kila mmoja anaofahamu anaofahamu mpapai eh, mpapai dume eh, yale maua ya mpapai dume, yale maua ya mpapai dume narudia tena, yale maua ya mpapai dume tiba mujarabu kabisa ya kuweza kukusaidia wewe mama au wewe dada yangu ambaye unasumbuliwa sana na shida ya kuto kuziona siku zako <coughs> na hedhi yako inakuwa katika mpangilio ambao sio mpangilio mzuri eh? Wengine, pengine kipindi cha nyuma walikuwa na mipangilio yao mizuri kabisa ya siku zao, lakini baadaye, mwisho wa siku, mipangilio yao ikaja kuvurugika na ikawa inaenda ndivyo sivyo kwa hiyo suluhisho lipo, suluhisho lipo eh, na wale ambao hedhi zao wazioni kabisa nitajumuisha wote hapo, na wale ambao pia um, hata ndoa zimefikia, kusabu, zao zimefikia hatua, zimeingia mashakani, kwa sababu ukiwa kama mwanamke hedhi zako zikishakuwa katika katika mtiririko ule ambao sio swahihi, basi ni wazi kabisa kwamba wewe kushika ujauzito inaweza kuwa ni kipengele wanasema, au inaweza kuwa ni ni ni ni, ni, ni, ni, ni ni ni kitu ambacho ni kigumu kabisa Bayo, kwa hiyo ili kuepukana na kuvurugika kwa ndoa yako, kuepukana na shida hiyo ya mtiririko mbovu wa <coughs> mpangilio wa hedhi basi utakachokifanya ni kutafuta eneo lenye mti wa mpapai dume. Eh, ule mpapai dume mpapai dume ule unakoona, una unatoa kama maua fulani yale maua yale unakuta yapo kama kwenye kimti ki, ki, ki, ki, ki, ki ambacho kimeota kwa juu ya ule mpapai eh, au kwa kwa maana moja naweza nikasema ni maua yale ya mpapai dume ambayo unakuta yameo yako mengi sana, ukiangalia tu macho yako sio vya kutafuta, unayaona ni mengi sana. Kwa hiyo mpapai dume ule pale, yale maua yake ni tiba tiba tiba mujarabu. Utakuja kunishukuru. Yeah, kama ndo mara yako ya kwanza kufungua akaunti yangu na kusubscribe channel yangu, basi bonyeza alama ya kengele hapo, alafu then, ili uendelee kuendelea kupata elimu za kuhusiana na tiba mbadala za asili pamoja na mitishamba ikiwepo na elimu ya tiba ya, ya Kiarabu. Naam, utakachokifanya katika, <coughs> katika matumizi ya yale maua kwa ajili ya kuepukana ya na shida ya maradhi shida ya, ya kuto kuziona siku zako, au hevi kuvurugika, kutokuwa katika mpangilio mzuri, ni kuchukua yale maua. Basi kwa wale wenzangu wanaoishi mijini eh, unaweza ukachukua ukaya blender eh, una blender basi, kisha blender basi, unatengeneza juisi juisi ya, ya yale maua. Ukishatengeneza juisi ya yale maua basi juisi ile pale utaitumia kwa ku kwa kunywa nusu, nusu kikombe kile cha robo, unakunywa asubuhi, mchana na jioni, ndani ya siku saba mpaka siku kumi na nne bi idhinillah. Hii ni tiba mujarabu sana. Mtiririko wako na mfumo wako mzima wa, wa, wa kuziona hedhi na siku zako kukaa vizuri, zitakuwa zimeenda zimerudi zime katika utaratibu wake mzuri kabisa. Na wewe mwanamke, ambaye uzazi kwako imekuwa shida, basi itakuwa ndio shufua yako hiyo, eh, biidhinillah, utaenda kushika ujauzito uzito bila shida yoyote, na utapata kujifungua salama su